la mtu kumtongoza mke wa watu au kufanya kila namna kumchukua mke wa watu, au mwanamke pia naye akawa na vishawishi vya kuiburuga ndoa ya watu, ili mradi yeye ukubwa wa dhambi hii na mbali na dhambi madhara yanayopatikana kwa mtu kumchukua mke wa watu au kumtongoza mke wa mtu kupitia madhara ya kidini, ambapo tuliona kwamba Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam

ofikia kuharibu ndoa ya mtu au kupeleka eh, kuuma au maneno ambayo yatakayochangia ndoa kupugulika au kujipendekeza kwa mke wa mtu au kuleta fitna au kutuma jumbe mbalimbali ambazo zitavuruga ndoa ya mtu ukaeleza madhara kumi na mbili yanayopatikana kwa kuvuruga ndoa ya mtu na pia Ijumaa hiyo tukafanikiwa kutaja sababu zinazopelekea mke kuchukuliwa na jamaa. Ukataja sababu kumi zinazopelekea mke kutoka nje ya ndoa na pia kuhabu kukataja sababu tisa zinazopelekea mume kuwa na mchepuko wa nje au mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa yake. Ni kitu gani kinachosababisha? Kukataja sababu tisa. Walio leo hii, katika ijumaa yetu ya leo, katika hutuba hii tunakusudia weze kuchanganua swali linaloulizwa hapa, madha amal, nitafanya nini nitakapojua mke wangu ana uhusiano wa kimapenzi na mtu? Mimi kama mume, ni hatua gani nitakazozichukua nitakapogundua mke wangu ana mchepuko. Wajua, ni kweli kama tulivyotangulia kusema, wanandoa wanaweza wakaishi miaka mingi tu wakaishi miaka, baadaye mume anakuja kugundua ya kwamba alaha, kumbe mke wangu huyu ana uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine. Huenda huyo mtu mwingine ikawa ni rafiki yako wa karibu, au ni mtu uliyemwamini, eh, au labda hata labda ni mtu wa mbali. Sasa huenda umejua taarifa hizi ya kwamba mke wako anahusiana na mtu fulani, na mume ujua taarifa hizi, huenda labda kupitia kwa simu aliyeshogonoa simu ya mkewe akagundua vitu vya ajabu huo, ila labda aliona jumbe au aliona picha zinazoashiria ya kwamba mke wake huyu ana mahusiano na mtu mwingine, au labda bil mushahadati bil ain, labda kuliona kwa jicho lako haswa. Mbali na hivyo au labda kuna mtu alikuja akakuletea taarifa fulani bana, unajua sijui, basi a au labda mke mwenyewe akakiri, ni nafsi ya mwenyewe kwamba mimi nafanya kadhaa na kadhaa, au huyo jamaa ndiye anayekuja, labda akakwambia, ni kweli mimi na uhusiano kadhaa na kadhaa, au labda unaweza ukajua kupitia tabia, mabadiliko ya tabia ya mkeo, ukajua hapa bila, anakufanya hivi, ni viashiria kuonyesha kuna mpango wa kazi. Ila sasa swala linaibuka hapa, madha amal, nitafanyaje? Au mume atafanyaje ili tu atakapogundua mkewe anmauziano ya kimapenzi na mtu mwingine. Kwa yuwa ni kama vile tuliobaidisha swala la mtu kumtongoza mke wa watu au mke wa mtu lina madhara alwahima, lina madhara makubwa, linaweza likahatarisha hali fulani, haswa yule mume huenda akachukua hatua za haraka, huenda hizo hatua za haraka zitaleta madhara makubwa ya kiwemo uuaji. Mtu anaweza akaamua akamua, akamua huyo jamaa au awenye mtihani au, au ikapelekea mtu akanywa sumu. Ni kama kile waswahili walisema, zaudi ya tushashi sumu Mke wa mtu ni sumu. Kwa hivyo wewe unapokuwa eh unajipendekeza kwa mke wa mtu, jua ni sumu, kwe, kwe, una eh, una sumu hiyo unayoikaribia, ambayo maafa yake ni yale tuliyataja katika Ijumaa iliyopita, kama siku uwao wewe wenda, kuna mmoja ataondoka. Ekuwa makini, mke wa mtu usicheze naye, karibu ogota mbali na hiyo pia ni dhambi kubwa. Iweje umtumie ujumbe? Iweje unamdogoza mke ambaye najiwa haswa huyu ni mke wa fulani na wewe ni Muislamu? Mbali na hiyo, kuna madhara ambayo yanaweza yakatokezea yasiyohididiwa wa msu wake. Wajua pia wakati mwingine, wenda huyu mke alimhadaa na kumdanganya a yule bwana akana ni sijaolewa sasa. Yule bwana naye akarusha chambo chake akawa na uhusiano na huyo mwanamke aliyedai kwamba hajaolewa na kumbe ameolewa. Sasa itakapochibuka, watakuwepo na madhara mawili. Kuna yule mume wa kihalali atahisi mke wake amemfanyia hiana kubwa, ana uwezo wa kuchukua hatua fulani dhidi ya huyu mwanamke au dhidi ya yule mwanaume. Naomba mlifahamu kwa makini. Au yule jamaa akafagulua kwamba ada, kumbe mwanamke huyu alikuwa na yuko ndani ya ndoa. Sasa pia naye anaweza akachukua hatua za kuona kwamba ameadaiwa na ameliwa labda pesa zake nyingi, akawa na uamuzi fulani. Kuna kuwepo na madhara pande mbili na ndio maana mnasema hadi dilofaudina swaaba, jambo hili ni zito, ni lazima aweze kujua mume ni jinsi gani atakavyotatua changamoto hii iliyo kabili. Leo nimegundua labda mke wangu labda ana uhusiano na mtu fulani. Sasa wewe ni changamoto hii kama hiki mimi ni wewe au yeye. Sasa wewe kama mume, changamoto kama hii utaikabili vipi? Je, utatumia akili yako au utahitaji pia mwelekezo wa kidini, ambapo dini itakuelekeza chukua hatua hii, au utatumia akili yako ya kwamba utakuwa na uamuzi wako binafsi, pazina kuangalia labda bingi inaelekeza mizi wajua, inaelezwa kwamba sio kila moto unazimwa kwa maji na mioto mingine haizimi kwa maji. Kwa hiyo wakati unapotumia maji mahala pasipohitajika maji, huenda ukazidisha zaidi, kwa mfano moto wa stima huu. Na kumbuka usichukue maji eti ni moto watakauzime kwa maji, uende ukaatarisha zaidi. Au kama vile wanavyosema wengine ya kwamba mkimwona mtu anaungua eh, amekaa nguo amemwagiwa petroli labda yuaungua, usimwagie maji. Ukimwagia maji unamuua. Wasema chukua mchanga umwagie, lakini ukimwagia maji umemuua. Kwa hiyo sio kila moto wakao basi suluhisho yake ni mani. Sasa hili ni tatizo iniyowapa, katika nyumba yako mke ndio huyo, kweli umegundua ana uhusiano na mume mwingine wa kimapenzi. Je, ni hatua gani ambayo wewe kama Muislamu ambayo dini inakueleza uweze kuchukua hatua kama hiyo? Wajua swala la ndoa kama vile ulivyoanza wakati wa kumtafuta huyo mke, ulitumia kanuni na desturi za Kiislamu, ulipeleka posa, wazee walikutana, shehe au kadhi aliitwa, ukatumika taratibu za kidini. Sasa ndugu zangu, kunapotokezea tatizo kama hili, kunapotokezea swala kama hili, ifate taratibu kama zile zilizotumika Mi, fi awwal ziwaj pale mwanzo, ee, wa ndoa. Kajuwa watu huanza Kiislamu, uanza ndoa wa Kiislamu, wakaimaliza kiakili. Akikosewa na luku na mke wake tayari taraka, yani hakuna taratibu tena labda za, za kidini zifanywe ili kumaliza mahusiano yake, mtu anatumia akili yake. Sasa kama vile ulitumia kanuni za dini ianzishe ile doa ikawa ni halali. Sasa kumetokezea tatizo ndani wa doa, usije ukadhani kwamba eti Uislamu hauna suluhisho la tatizo hili, Uislamu hauna suluhisho wa mgogoro kama huu, bali Uislamu pia una suluhisho la matatizo eh, kama haya. Dhakara ulama wanachuoni, wameeleza na kufafanua na kuchanganua swala hili ya kwamba mume atakapogundua ya kwamba mke wake ana mchepuko au ana mahusiano na mtu wa nje wa kimapenzi, basi anatakiwa achukue hatua nne zifuatazo. Alkhudbatu alula, hatua ya kwanza la tatazarru fi al-qarar, kwanza kulia. Ni kweli, reu itakuwa imekuja hasira, imekubana sasa, unaambiwa kwanza kulia. La tatazarru fi al-qarar, usiwe na uamuzi wa haraka umetokezea. Eh, jambo hili, hebu ebutulia alafu <tutu> usiwe na uamuzi wa haraka kwa sababu sehemu hiyo shetani hachezi bali yupo karibu hapo, na shetani lengo lake kubwa huwa ni kuwafarakanisha wanandoa. Sasa kunapotokezea chuchuchu kama hivi, shetani huwa yuko pale, anajaribu kubizia, kupuliza, ili mradi moto uwake na nyinyi mweze ili kutengana. Likumbuke hilo. Kwiyo kwanza usiwe na uamuzi wa haraka kulia, watasabud awalan kisha anza kufatilia na kuhakiki na kuhakikisha, eh na kukusanya ushahidi wa kutosha. Si unafahamika hapa ya kwamba kuwa mtulivu, kumbuka shetani yuko hapo. Alafu hakikisha yeye ni kweli yeye ni jicho langu, ili hapu nivyo vizuri sasa hakikisha katika hili jambo, jambo hili kalisema kwa nizema, utafiti mwingi, yaani msije mkaona labda ni propaganda za kiakili tu, mtu amekaa kaburi. Haa, ni mambo yaliyofanywa tajriba, ikahakikika ya kwamba wale wasiochukua hatua hii tunayosema huwa wanajuta baadaye. Sasa ili usije ukajuta baadaye ndugu yangu, kwanza fanya utafiti yaliyosemwa

Fain adanakum fala tabghu alaihina sabila, ikiwa mke ameamua kukutii basi usimtafutie njia nyingine ya kumuumi. Lidhalika, kwa maana hiyo, ndio maana uislamu ukaeleza ukimsikizia mkeo